Ya, yeah, uh, kwanza niseme tunashukuru kwa kuwa na mechi nzuri ya kwanza kwetu ambayo ni mechi yenye pressure, sio? Uh, tuna timu mpya sana ambayo na wachezaji wengi ambao ni kwanza wa kwanza wameingia hapa Simba Sports, lakini pia uh, sisi pia tuko kwa ajili ya, ku, ya, ya kuangalia ya kuangalia wapi ambapo tumetoka na wapi ambapo tuna tunaelekea kwa malengo ambayo tuko nayo. Uh, mechi imeanza vizuri, lakini nafikiri kidogo sisi atukuwa atukuwa kwenye composure pressure kidogo ambayo ilikuwepo, umeona imeleta ime, ime magoli mawili ya haraka sasa, paka kuja kutulia, tumekua kutulia baadaye na kuanza sasa kujaribu kutafuta nafasi za za sisi kucheza na kufunga na, ku, na maybe kuzuia tusifunge. Ni wazi kwamba JKT, mpinza ni mpinzani mgumu sana ambaye huwa unakutana naye katika ligi kuu ya wanawake tofauti na timu zote, maana challenges mchezo husika unakuwa mgumu tofauti unapocheza michezo mingine. Ya, ni kweli JKT ni timu nzuri. Of course kwa mimi ni mara ya kwanza nakutana nao, lakini tayari tuko na makocha ambao wana uzoefu na walikuwa nao. Kwa hiyo kuna kitu anacho ana combination. Combination maana yake wachezaji wengi ambao wamekaa pamoja muda mrefu, sio? Kwa hiyo kucheza naye lazima inakuwa mechi kidogo ni ni ngumu. Of course na sisi tunaitafuta sana combination na na naamini kwa hicho ambacho tumekipata leo na wiki mbili ambazo tunajiandaa kabla ya ligi tutakuwa tuko sawa zaidi. Mwalimu, eneo lako la kiungo kwa siku ya leo ni kama lilikuwa limetawaliwa zaidi. Ni kwamba mpinzani alikuwa bora zaidi. Strategy tulikuwa tunalinda zaidi washambuliaji wao, kwa sababu sisi tuliona hatari zaidi washambuliaji wao, na kwenye, kwenye hata ukiangalia mechi JKT, mara nyingi umeona mipira mingi wanapiga mirefu. Kwa hiyo hatari zaidi ilikuwa iko nyuma, na maybe sisi zaidi kwenda mbele. Kwa hiyo katikati tuliweka watu wawili kuwa na namba nyingi na kwenye watu wa nyuma mbele. Asante sana.